ameteuliwa kuwa kaimu kiongozi wa chama cha ODM kufuatia kifo cha kaka yake mdogo Raila Odinga. Hayo yameafikiwa katika kikao cha kamati kuu ya utendaji NEC kilichofanyika asubuhi, chama hicho kikikubaliana kwa kauli moja kwamba Oginga achukue uongozi wa chama kwa muda hadi kamati itakapokutana tena kuamua mwelekeo wa baadaye. Veronica David anatuarifu. <coughs> Kwa kiongozi anayeaminika kuwahi kuwa mwanachama wa vyama vingi zaidi nchini, Raila Amolo Odinga alibuni chama cha ODM mwaka wa 2005 baada ya kura ya maoni. Ni chama ambacho kilijizolea umaarufu na kuwa na ufuasi mkubwa zaidi nchini, hali hii ikiifanya kuwa na usemi katika masuala mazito ya kitaifa. A short while ago, we successfully... Filed our presidential election petition. Kwa muda wa miaka 20 kinara huyo amekuwa kileleni mwa chama hicho akiendeleza harakati za mageuzi ya uongozi nchini na hata kuteuliwa kuwania urais kupitia chama hicho. Aya. Na sasa anapotarajiwa kupumzishwa nyumbani kwake eneo la Bondo, Kaunti ya Siaya, nduguye ambaye ni seneta wa Siaya Oburu Odinga anatarajiwa kushikilia mikoba ya uongozi wa chama hicho hadi pale kutateuliwa kinara mwingine. The NEC has designated the senator of Siaya County, Honorable Dr. Oburu Odinga to be the acting party leader until the time that the top party organs will meet and elect a substantive party leader to fit in the big shoes that have been left by our leader. Lakini swali ni je, chama hicho kitaweza kukabiliana na dhoruba kali ya kisiasa bila kiongozi huyo na kuendelea kuwa chama kikubwa cha kisiasa nchini? We mourn the passing on of a towering giant who spent of all his youth Ikumbukwe kuwa kumekuwepo na migawanyiko ndani ya ODM kutokana na uamuzi wa Raila Odinga kushirikiana na serikali ya Kenya kwanza, hali iliyopelekea baadhi ya viongozi kujitenga na hatua hiyo. The Right Honorable Raila Amolo Odinga's time we believe in unity of purpose a stronger democratic party and a party that must live on for many years to come. Na huku chama hicho kinapoadhimisha miaka ishirini tangia kuanzishwa, itasubiriwa kuona iwapo kiongozi atakayechukua usukani atatoshea kwenye viatu vya Raila Odinga. Veronica David, Undugu TV.